Mojawapo ya changamoto ambayo wajawazito wengi wamekuwa wakiipata ni hali ya kujaa mate mdomoni katika kipindi cha ujauzito. Unakuta mama mjamzito amepata mimba yake, mimba labda ina wiki tatu, wiki nne, tayari ameshaanza kujaa mate mdomoni, na wakati mwingine anatamani aweze kutema mate yake, lakini yupo katika mazingira ambayo ni magumu. Inawezekana yupo kazini, yupo ofisini, anapata changamoto hii katika kipindi chake cha ujauzito. Wengi wamekuwa wakilalamika na hali ya kujaa mate mdomoni, kwamba kipi kinasababisha na afanye nini aondokane. Karibu kwenye somo tujifunze pamoja. Kusiana na hali hii ya kujaa mate mdomoni, ni hali ambayo ya kawaida kabisa kwa mama mjamzito, kwa sababu kwamba kuna kwa na mabadiliko ya homoni ambayo inaweza kapelekea mwisho wa siku mama mjamzito akawa na ile hali ya kutengeneza mate mengi zaidi kuliko yule mama ambaye si mjamzito. Hali hii huwa inatokea kwa kina mama wajawazito pindi tu wanapokuwa mjamzito. Mimba inapofikisha wiki tatu, mwanzoni kabisa mwa ujauzito, wiki nne, hali hii ndipo inatokea na inakuwa zaidi miezi mitatu ya mwanzo. Wengi wamekuwa wakipata changamoto hii kwenye miezi mitatu ya mwanzo, lakini anapofikisha miezi mitatu ya katikati eh, mimba ikiwa na miezi minne, miezi mitano, miezi sita, mwisho wa siku ana uwezo kabisa wa kuondokana na hali hii. Kwa hiyo hali hii inakuwa inapotea yenyewe, na wengi wamekuwa wakihusisha changamoto hii na mambo ya kisaikolojia, lakini kwa mama mjamzito ni kwa sababu ya mabadiliko ya hormone. Unajua kwa kwamba kuna hormone inaitwa human chorionic gonadotrophin hormone, lakini pia kuna hormone kama progesterone na estrogen huwa zinaongezeka zaidi katika kipindi cha ujauzito. Miezi mitatu ya mwanzo ndio ambayo inapelekea mama mjamzito anajaa mate mdomoni, anajaa mate kiasi

hiyo unapopata changamoto kama mjamzito, mjamzito jua kwamba ni hali ya kawaida hususan, inapotokea miezi mitatu ya mwanzoni. Kama nimesema la kwanza huwa inatokea mimba inapokuwa na umri wa wiki tatu mpaka nne kwenda juu. Wengi wamekuwa wakihusianisha kwamba mtu anayekuwa na mate mengi mdomoni au mjamzito anayetematema mate mara kwa mara basi mara nyingi anakuwa na mtoto wa jinsia ya kiume kitu ambacho si kweli. Na wengi wamekuwa wakihusisha na mambo mengi, e, kwamba labda kuna kitu fulani au kuna jinsia fulani. Wengine wanasema jinsia ya kike, wengine wanasema jinsia ya kiume, kitu ambacho si kweli. Hali ya kutokwa ya kujaa mate mdomoni, hali ya kutematema mate kwa mzito ni hali ya kawaida kama nilivyosema kwa ajili ya mabadiliko ya homoni. Kasa kama wewe ni mmoja wapo unapata changamoto hii nitakuelezea kwamba vitu gani ambavyo vinahatarisha hali hii. Kama nilivyosema kwamba kwa mama mjamzito ni kitu cha kawaida kwa sababu ya ongezeko la homoni, lakini kuna wale ambao anaweza akawa na mimba ya mapacha, hali hii inaweza kutokea zaidi kwa sababu ya ongezeko ya hizi homoni zaidi. Lakini pia kuna wale ambao wana changamoto eh, unakuta ana hali ile ya kutapika mara kwa mara kwa sababu kwa pamoja hizi huwa zinaambatana. Lakini pia kuna wale ambao wana magonjwa unakuta ana changamoto fulani, anapenda kula vitu ambavyo havina mmeng'enyo. Niwahi kuzungumzia somo moja kuhusu napika ana, ana, mtu anapenda kula maudongo uh, anapenda kula viupa, anapenda kula vijiti, anatafuna, anapata ladha ya vile vitu, na havina umuhimu kwenye mwili wake. Hali hii kunakuwa na muunganiko wa changamoto hii na vitu vingine. Lakini kuna baadhi ya wengine wanakuwa na shida kwa sababu ya mabadiliko ya homoni, mtu anakuwa na, e, ile kwamba harufu anahisi vibaya kama kuna perfume ulikuwa mnaitumia, anaanza kuhisi vibaya, kama kuna mafuta sana sana vyakula vya mafuta anakuwa havipendi mjamzito. Hii hali ndio inapelekea mjamzito anajaza mate mengi mdomoni. Sasa basi Unaweza kwa unajiuliza kwamba uweze kufanya nini ili ondokane na hali hii. Kuna mambo madogo madogo ambayo unaweza kufanya. Tunajua kwamba hali hii inapotea mimba inapofikisha miezi mitatu ya katikati, yani mwezi wa nne, mwezi wa tano, mwezi wa sita na kuendelea. Lakini kuna baadhi ya wajawazito wao huwa wanaendelea nayo. Unakuta mimba miezi mitatu ya mwanzoni, miezi mitatu ya katikati mpaka miezi mitatu ya mwishoni. Mjamzito unapata changamoto kama hii, usiwe uh, ka na wasiwasi kidogo, kidogo, ni hali ya kawaida. Kuna wale ambao unaweza ukawa una kipisi labda cha limau unakifyonza au unakinyonya, yale maji machachu, machachu yale yanakusaidia wewe kuweza kupunguza mate mdomoni. Lakini pia kuna wale ambao wanaweza kutumia bigiji ambayo haina sukari. Kumbuka kwamba mate yanavyojaa mdomoni unapokula mara kwa mara na unakula vitu ambavyo vitamu vina sukari inaweza kusababisha kuoza kwa meno hususan kwa wale ambao wanakuwa wanapata hali ya kutapika mara kwa mara kwa mama mjamzito. Kwa hiyo ni vema kama unatumia bigiji, tumia bigiji ambazo hazina sukari, nasema kwamba ni nani sugar au kwamba ni sugarless. Eh, unaweza kuzitafuna zika kusaidia kuweza kumeza mate. Tukumbuke kitu kimoja kwamba wakati mwingine external factor, yani factors za nje ambazo zinaweza kupelekea mate mengi yaweze kutengenezwa ni kutafuna kitu, kwa mfano unaweza kuwa unatafuna kitu kwa mfano, kwa mfano kama bigiji ikaongeza tena mate mengi zaidi mdomoni. Kwa hiyo inategemeana na wewe unavyoona kwamba ukitumia bigiji unapunguza mate au ndio unaongeza tatizo, kwa sababu kuna baadhi wengine naa natumia afu naongeza tatizo. Lakini nah, pia kuna uh, unaweza ukafanya njia nyingine ya kupiga mswaki mara kwa mara. Unapokuwa unapiga mswaki mara kwa mara unaondoa zile changamoto, kwa sababu kuna wengine walikuwa wanapata ladha ya mbaya mbaya ladha chachu ambayo inamletea kama inaongeza tena ule uwezekano wa kutengeneza mate mengi na kichefuchefu katika kipindi chake cha ujauzito. Kwa hiyo unapopiga mswaki mara kwa mara hali hii inakuwa inapotea. Kwa hiyo hakisha kwamba unakuwa na usafi wa kinywa, hakisha eh, kwamba unakunywa maji mara kwa mara, lakini pia unaweza kutumia kama vitu kama limau, kama vitafuna. Na wengine wamesema kwamba wao wanatumia barafu, na kuta akiwa anaifyonza barafu eh, ili hali ya baridi baridi nampunguzia ile hali ya kupata mate mdomoni mengi. Lakini pia epuka vitu ambavyo vinakupa harufu au vinaongeza mate mdomoni. Kama kuna chakula fulani kina mafuta mafuta labda ukipendi unaweza ukakiepuka. Kama kuna shida kuna, kuna perfume ulikuwa mnaitumia mwanzoni, ulikuwa unaipenda, saizi ya uipendi, unaweza ukaachana nayo. Lakini pia ukaepuka vile vitu ambavyo vinakupelekea wewe ukapata kichefuchefu, kwa sababu kumbuka kwamba e, kupata kichefuchefu na kutapika na mwisho wa siku ujaa kwa mate kunaenda pamoja kabisa na hii hali ya kujaa mate mdomoni na kuweza kutema tema mate. Kuna wale ambao wanakosa usingizi, tunajua kwamba hali hii ya kutema tema mate mara nyingi huwa inapungua mtu anapoenda kulala. Kwa hiyo ukilala, unapunguza changamoto hii. Kama natumia dawa za kuongeza madini chuma mwilini au kuepuka upungufu wa damu katika kipindi cha ujauzito, zile ambazo zina madini chuma yani, kwa maana kwamba zina iron, inaweza kuwa inakuletea testi ambayo sio nzuri, yani ladha mbovu mdomoni, kwa hiyo mwisho wa siku unahisi mate yanajaa na unapata kichefuchefu, unaweza kuepuka karanga vigumu vigumu huwa vinapelekea wao waweze kupunguza ile hali ya kutema tema mate na mate kujaa mdomoni. Kwa hiyo kwa wewe kama ni wewe inaweza kukusaidia, unaweza kuwa unatafuna vikaranga au kuna wale wanatafuna vikrispi, eh, kuna wale wanatafuna vi, vitu fulani kama popcorn na vitu kama hivyo ambavyo vinawapunguzia wao adha ya kuwa na mate mengi mdomoni. Kwa sababu ni kitu ambacho kinaleta stress na kinaleta, eh, psychosocial changes na mwisho siku mtu anaweza kuwa distressed na akajisikia vibaya endapo anapokuwa kwenye mkusanyiko wa watu, anapokuwa ofisini kwake kwa kazi labda na ofisi sehemu ambayo kuna watu wengi, ana si vibaya kuweza kutematema mate na mate anajaa mdomoni. Kwa hiyo hivyo vitu unaweza ukavifanya, lakini pia kwa wale ambao wanakuwa wanaona kabisa amefuata hizi njia zote ametumia eh, bigiji ametumia kila njia ambayo naieleza hapa, kusafisha mdomo, kuzingatia usafi unaweza ukatafuta kopo lako safi ukawa unatema mate kwenye kopo eh, unaweza ukatumia ukawa unatembea na kopo lako eh, unapopata nafasi kidogo unatema yale mate, unapopata nafasi kidogo unatema yale mate eh, lakini pia kwa wale ambao wanaona kabisa changamoto imezidi, anatapika sana eh, anapata kichefuchefu mara kwa mara, anaweza kaenda hospitali akapewa dawa za kusaidia kuweza kupunguza hali ya kichefuchefu na kuweza kutapika katika kipindi chako cha ujauzito. Kuna baadhi ya changamoto kama hizi huwa zinatokea. Baadhi ya watu ambao si wajawazito, inawezekana wana shida ya magonjwa. Kuna magonjwa kwa mfano kwa watoto chini ya ya miaka mitano inaweza katokea hali hii eh, kwa mfano wale ambao wanakuwa na cerebral palsy, sijui kwa Kiswahili inajulikana ina, ina, ina, ina, vipi, wale ambao kwa wamezaliwa wana mtindio wa ubongo na changamoto kama hizo wanaweza kawa wanatokwa na mate ambayo wanashindwa kuweza kuyadhibiti. Lakini pia kwa wazee zaidi, kwa wale ambao wana ugonjwa ambao unaitwa Parkinson disease wanakuwa na changamoto kama hii. Lakini pia kuna baadhi ya wagonjwa, kwa mfano wagonjwa ambao wanabonjwa, wana magonjwa ya akili na changamoto nyingine za mfumo wa akili, wengi wao wanapata changamoto kama hizi kwa sababu tu ya kuharibika kwa mfumo wa fahamu lakini pia inaweza kuwa ni changamoto kwenye zile tezi ambazo zinatengeneza mate, kwa sababu unajua kwamba kuna tezi kama tatu hivi ambazo zinatumika kutengeneza mate kwa mtu, ambapo kuna tezi ambayo inaitwa parotid gland, lakini pia kuna sublingual gland, lakini pia kuna submandibular gland. Hizi gland ni tezi ambazo zinatengeneza mate mdomoni. Hasa ndipo kama kuna itilafu, kuna magonjwa yametokea, ndio yanatokea changamoto kama hiyo. Wengi wamekuwa wakiniuliza maswali kwamba wanapata kichefuchefu na kutapika katika kipindi cha ujauzito. Kuna vitu ambavyo vinasababisha mtu atapike apate kichefuchefu katika kipindi cha ujauzito. Unaweza uka click suggestion hapo ukaisikiliza video hiyo, na imeelezea vizuri sana kuhusiana na kutapika, sababu zake, mambo gani uweze kuyafanya na hatua zipi uweze kutumia kuzifuata endapo kama natapika zaidi. Eh, karibu sana. Kama mtakuwa na maswali, hujanielewa sehemu, unaweza ukaniuliza hapo chini na mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote.